Sasa hiyo bunduki umebeba iko imebeba risasi? Ha, unajua kwanza nimeambia na fans wangu ule mwenye atatu interview mm. Lazima nitampiga moja <laughs> <laughs> <laughs> risasi mbaki angapi? So unajua tukimaliza, so, unajua hii interview eh. Ah, lazima utakula moja, nitoroke mbio mbio eh kutumia. na fans wangu unajua ni wapi? Eh, eh sitasema specific ni ya mwili tatu gani? Na <laughs> tutakula tu moja. <laughs> <Hey. coughs> yes, ni karibu sana ndani ya tv 47unajua uh -huh. unajua, Jonte watu wanakushanganga sana eh. Sasa huko nje ukiwa uko nje jue, jue kidogo ni kafupi unaine na gani na wale wasi wakubwakea ah, usuti ati isi kuzuia kusanya kitu yote Kenya. Si unaona mini karao, jiulize ndenye niliingia. Si unaona niko na neno mbili, jiulize ndenye niliingia. Wacha kushika bunduki.